Kizaazaa kimeshuhudiwa huku polisi wakikabiliana na vijana waliokuwa wamelenga kutatiza huduma katika kanisa lililopokezwa sadaka ya shilingi milioni 20 na Rais William Ruto. Nam eneo la Roysambu kulikuwa kuwa na kanisa la Jesus Winner Ministry likigeuzwa uwanja wa vitoa machozi na mawe kati ya vijana waandamanaji na polisi nam, na kama Willy Lusige anavyoarifu, vijana 38 walikamatwa kwenye balaa hii <coughs> Kwa siku nzima eneo la Roisambu liligeuzwa uwanja wa fujo, waandamanaji wajenzi wenye ghadhabu wakijaribu kwa njia zote kufika kwenye kanisa la Jesus Winner Ministry kushurutisha usimamizi wa kanisa hilo kurejesha shilingi milioni 20 alizotoa rais William Ruto jumapili iliyopita. Mamia ya polisi wakijaribu kuwazuia, wakirushiwa mawe nao wakajibu kwa vitoza machozi. Vijana hao wakifunga barabara mbalimbali ikiwemo ile ya Thika. Our money as a country is being used wrongly. Why are we having 20 million being given to a single church and we have kids suffering, not eating? Why are we having 100 million being given to a church while we are having universities being defunded? hata wale wako pale si vijana wetu ni mikora, ikibidi ibada katika kanisa hilo kufanyika kwa muda mfupi huku mamia ya polisi wenye sare rasmi na nguo za kawaida wakilinda kila kona ya kanisa hilo. Waumini wakiapa hela hazitarudishwa na wala ibada haitasitishwa. Ni kidogo mnasema 20 million so 100 million hapa tukitoa kidogo, tunataka kama 43 million pesa kidogo tukitoa. Sikuwa naogopa chochote, nani negugete. Na kama ni kukufa na kupona, wacha nikufie kwa hii madhabahu. Wanahabari pia wakijipata pabaya, safari ya mpiga picha wa runinga ya Citizen kujaribu kupata picha za polisi wa GSU wakiwakamata vijana ikiishia hapa. Kwa kwa kwa polisi wakimpiga na kumnyang'anya kamera yake pamoja na simu kwa nguvu. Wamenitandika wameniingiza pale ndani wakadelete kila kitu kwa kamera na wamechukua, wamebaki na hiyo kamera. Wamenyang'anya flash disk nilikuwa nayo, wamecheck kwa mfuko kila kitu kwa simu yangu wamedelete. Makabiliano yakiendelea hadi usiku ila vijana hao wakiapa kuwa walikuwa wamepiga hatua. Dhiti ya kuyashurutisha makanisa kuto kubali michango mikubwa ya wanasiasa. The temperatures, they spoke for me. The pastor was afraid. It's not business as usual. Look at the place. You give out more money, we'll be back. We will be back. Vijana 38 walikamatwa kwenye vurumai hilo licha ya kwamba wanajenzi hawakuweza kufanikiwa kufika kwenye kanisa, lakini maandamano yao na nguvu kazi yao imeweza kushuhudiwa, wakiweza kuzuia usafiri katika eneo hili la Roysambu. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Roysambu, Nairobi.